wa kusikiliza bonge moja la kolabo kutoka 254 nchini Kenya. Uh, umo ndani yupo Pam, yuko Wire, yupo Nyeshiski, yupo Abbas, uh, Bas Kubaf, yupo Nameless na bila kumsahau Jua Kali. Naamini wana wote wa East Africa wakisikiliza wimbo huu either wataona na wakumbusha mbali au ni mpaka leo hii wanausikiliza, hata ukienda kule YouTube uka, ukasoma kwenye comments, uh, kuna watu kibao ambao bado wanausikiliza wimbo huu mpaka mwaka huu, mwaka 2024. Uh, it's a very iconic song from East Africa na sound yake imebeba kabisa mahadhi ya, ya, ya muziki wa Afrika Mashariki ambao kwa sasa hivi kidogo tumeusahau tu, tu kidogo. Pengine wasanii wanaokuja huko mbele watakuja kuikumbuka hii sound kwa sababu uh, vizazi vyetu huwa vinazunguka, tunaenda mbele, tunarudi pale pale, tunarudi pale pale pale pale tulipoanzia. Kwa hiyo hopefully hii sound itakuja tena kuipick up huko mbele, au sio? Wimbo huu ndo unatufungulia episodi yetu ya ishirini na sita ya Wanangu Podcast. Mimi ni host wako Good Luck Joseph aka Imani Joseph formerly known as The Rap Addict, na kukaribisha sana wewe mwanangu na wana wote duniani katika episodi yetu mpya ya Wanangu Podcast. Okay, so moja ya busara ambazo unaweza ukazipata kutoka kwenye huu wimbo ambao nimetoka kuucheza ni kwamba kabla huja fall in love, kabla ujaingia kwenye relationship na mtu, ni vizuri ukakaa chini ukafikiria kwamba huyu mtu ataaffect vipi maisha yako however ya swala, in love, na kuanza kufikiria jinsi gani huyu mtu ata affect uh, maisha yetu flow. Kama, kama wiki moja iliyopita kulikuwa kuna habari ambayo ilisambaa sana kwenye mitandao ya kijamii vile vile kwenye vyombo tofauti tofauti vya habari ambavyo ambayo, ambayo inahusisha ndugu wawili wa, wa damu, mtu na kaka yake ambao walikuwa wanaishi pamoja kama mume na mke na wamepata mtoto. Kwa hiyo ni watu ambao walikuwa wanaishi kama mtu na mke wake, ingawa ni ndugu wa damu na wanashea baba na mama, lakini vile vile wamepata mtoto wow, wao umeona? Sasa kisheria au kikatiba, katiba yetu inakataza sisi um, ndugu wa damu kwa wana, kwa hiyo wameshtakiwa kwa kosa la jinai kabisa uh, la kufanya zinaa na ndugu wa damu kosa ambayo wameshtakiwa amba ame, ame ame na mwanamke ambaye ana miaka 35 tano amefungwa miaka thelathini. Mwanaume ambaye ana miaka 33 tatu amefungwa miaka 20. kwa hiyo, kwa, ujumla wote, amefungwa miaka 50. kwa hiyo katika hali ya kawaida ya kibinadamu, I think it's fair tuasum kwamba a watu ambao wamekuta na hili kosa la kikatiba uh, kwamba watakuwa wanajuta sasa hivi kwa kosa walilofanya, na kumbuka kwamba wana mtoto. Kwa hiyo hatujui mtoto analelewa na nani, hatujui ana challenge gani za kiafya, hatujui kisaikolojia anaendeleaje. Na bidi ya nyingi of course ambazo nimesikiliza, sijaona wakienda kwenye angle hiyo. Wengi wamezungumzia kwenye angle ya ya, ya, ya sheria basi ikawa imeishia hapo, lakini haya yote yamekuja kutokana na point ambayo ilikuwa naizungumzia kwamba most of the time when it comes to love we don't tend to sit down and think, kwamba hiki kitu ambacho tunakianzisha kinaelekea wapi au kinaenda wapi. Hatujui mazingira ambayo watu walikuwepo, hatujui psychologically wana, wana challenge gani, hatufahamu hivyo vitu vyote lakini ni, ni, ni consequence, ni matokeo ambayo unayapata kutokana na kasoro iliyopo ya kutofikiria kwamba hiki tunachokianzisha kinaelekea wapi. So, but episode yetu ya leo nataka isijikite huko, nataka ijikite kwenye kwenye uh, mapungufu ambayo nilikuwa nayaona kwenye habari nyingi ni ambazo nilikuwa nikizisikiliza kuhusiana na hii e kesi kuhusiana na hili tukio ambalo limetokea. Na moja ya mapungufu hayo ni kama ile ambayo nimelitaja mojawapo, kwamba watu wengi si media nyingi sijaona zikibezi kwenye kuuliza mtoto yuko wapi, ana hali gani, yuko, yuko vipi, yuko sawa kisaikolojia au kivipi, ni nani atakuwa na mlea, ni nani ambaye ata, atamtake care baada ya eh, yeye kuwa kwa sababu imagine unakuwa unaonaambiwa wazazi wako wako jela wamefungwa kwa miaka mingi kama hivyo, kwa sababu walioana na walikuwa ni ndugu, watoto wa baba mmoja, ni mtu na dada yake. Kwa hiyo eh, psychologically obviously, lazima utakuwa kwenye, kwenye situation mbaya. Kwa hiyo uh, i don't know kama kuna mtu ameenda far kama kuulizia kwamba huyu mtoto yuko vipi na yuko kwenye mazingira gani, kwa sababu yeye kwenye hii situation yuko very innocent na anakosa lolote yeye amezaliwa kwenye na anajua wale na wazazi wake, huyu ni baba yangu, huyu ni mama yangu. Kwa hiyo hana kosa lolote, so hatujui yupo kwenye situation gani. Hilo la kwanza, lakini la pili ambalo nili, nilikuwa nimeliona, kama kama pungufu kwenye, kwenye news nyingi ambazo, kwenye habari nyingi ambazo zinaripotiwa kuhusiana na hii kesi ni kwamba linapokuja swala zima la kuelimisha jamii kuhusiana na ubaya au madhara ambayo inaweza kujitokeza kutokana na watu kuoana ndugu kama hao ambao wamefungwa mtu na kaka yake, ni kwamba midia nyingi zinaishia kusema kwamba hili swala haliruhusiwi kisheria, kwamba sheria yetu hairuhusu, which is okay, which is good. Lakini kutupa takataka vile vile ni swala ambalo haliruhusiwi kisheria lakini watu bado wanafanya, na ni watu wengi tu ambao wanafanya. Ukitoka sasa hivi ukienda Kariakoo unakuta uchafu umezagea kila sehemu, na ni swala ambalo haliruhusiwi kisheria, si ndio? Sheria hairuhusu sisi kuchafua mazingira yetu, lakini watu bado wanafanya hivyo kwa hiyo kwangu mimi naona kama haitoshi. I think we can go deeper. Assume kama kuna mtoto wa miaka 16 au 15, ambao for the first time ndo anaisikia hii habari kwamba mtu kamuoa dada yake na amepata mtoto, lakini wakati anaangalia ile taarifa ya habari, uh, kitu pekee ambacho amekipata pale ni kwamba hili swala la sheria, basi hawa watu wamefungwa, wameenda jela, lakini hana uelewa wa kutosha wa kwa nini uh, hili swala ni baya au madhara ambayo yanaweza katokana na hili swala. Nafikiri ni vizuri kwa vyombo vya habari vikachukua muda wao na kuelezea hayo, hayo madhara ambayo yanaweza katokana, uh, kutokana na hii. Kuna madhara ya kibaolojia, kuna, ma ma ma ma kuna madhara ya kijamii, kuna madhara ya kimaadili. Kwa hiyo na nafikiri hapo ndo ambapo niliona kidogo kuna utofauti, kwa sababu vyombo vingi ambavyo nimevifuatilia naona ndio hivyo, atapigiwa simu mwanasheria sheria ataelezea kikatiba hili swala liko vipi. Wengine wameenda kuwapigia simu wana saikolojia, lakini sijaona mtu ambaye amepigia simu labda daktari mona, akamwambia daktari aelezee kwa nini hili swala halitakiwi hali, hali, hali kufanyika, kwa sababu kwa mtoto mdogo kama nilivyosema, ambaye na miaka kumi na sita, ukitaka kumkataza kuvuta sigara inabidi umuonyeshe madhara ya sigara, kumuonyesha watu ambao wamepata kansa kutokana na uvutaji wa sigara. Kwa hivyo inakuwa rahisi kwake yeye kusema okay, hiki kitu ni kibaya. Kama kinafanya watu waumwe namna hii, hiki kitu sio kizuri. Nafikiri ukifanya hivyo ni, ni, ni vizuri kwa huyu mtoto kuelewa hili swala kuliko kusema tu ah, hili swala haliruhusiwi kisheria kwa sababu anaona vitu vingi tu ambavyo haviruhusiwi kisheria vinafanywa kama mfano niliokupa kwamba watu wanatupa takataka takataka, uh, lakini hairuhusiwi sheria, si ndio? Kwa hiyo hii episodi yetu ya leo itabezi zaidi kwenye kuangalia hayo madhara ambayo yanaweza yakatokana na watu ambao ni ndugu kuoana, madhara ya kibiolojia, madhara ya kimaadili, madhara ya kijamii, ambayo yanaweza yakaja ya, ya, ya kama matokeo ya watu ambao ni ndugu kuoana, kwa, kwa sababu naamini kama watu wakishaelewa hayo madhara ndo wataelewa kwa nini kuna sheria ambayo inakataza watu ambao ni ndugu kuoana, tukianzia tu kwenye sheria kwa sababu mimi naamini kwenye hii scenario sheria ni matokeo, na maana wazee wetu walikaa chini wakaona, jamani kuna madhara haya haya na haya kama ndugu wataoa. Kama sio kwenye jamii yetu, basi walijifunza kutoka kwenye jamii nyingine kihistoria, waka, wakaelewa waka the fact kwamba watu ambao ni ndugu wakioana, kuna madhara yatatokea, na hivyo ili kupinga hayo madhara inabidi waweke sheria ambayo itafanyaje, itakataza um, sisi kuweza kuingia katika huo mlolongo wa matatizo kutokana na watu wa, wa, jamii, wa, wa familia moja kuoana. Kwa hiyo, stay tuned, ili uweze kusikia uh, hayo madhara mjengee mwanao utaratibu wa kujisomea kwa kumnunulia vitabu wanangu books ni wasambazaji wa mtandaoni wa vitabu vya kiada na ziada kiada kwa maana ya vitabu vinavyokubalika katika mitaala ya shule zinazopatikana katika nchi ya Tanzania ziada kwa maana ya vitabu ambavyo viko nje ya mitaala ya shule lakini vina uwezo wa kumwongezea mwanafunzi ufahamu. So piga namba 0766711808, namba ambayo vile vile inapatikana kwenye WhatsApp. Ujipatie kitabu chako leo bila shaka. Italeta maana zaidi kama nikianza kuzungumzia madhara ambayo ni ya kibiolojia ambayo yatatupata kwenye miili yetu endapo tutafanya jambo kama kuoa kuo ndugu zetu. Aa uh, mmoja kati ya madhara hayo ni hatari ya magonjwa ambayo inaweza kusababisha kutokana na kasoro ambazo zipo kwenye vinasaba vyetu. Aa uh, ninaposema vinasaba na maanisha DNA, na maanisha genetics ambazo ndo msingi kabisa wa, wa uhai wa binadamu. Um, inapotokea binadamu amezaliwa anakuwa ana genetics zake, si ndio? Ana ana DNA yake. Ambayo mmoja kati ya hizo DNA hivyo vinasaba vinakuwa vina vina kasoro. Baadhi ya hivyo vinasaba vinakuwa vina kasoro. Kasoro hizo zinaweza zikasababisha magonjwa. Kwa mfano, unaweza kuta magonjwa kama seli mundu, ambao ni siko sel, ambao ni ugonjwa ambao unamaanisha una, una, una kwamba mtu, mtu mwenye nao anakuwa kwenye zile seli zetu, seli ambazo tunazo kwamba binadamu zipo kwenye shepo ambayo ipo kama, kama sahani hivi ya duara. Lakini mtu mwenye sikosel seli yake inakuwa ipo kama mundu u yani, seli yake inakuwa haijakaa duara, imekuwa imekaa ya mtu huyo mwenye huo ugonjwa huo inakuwa ya seli zake zinakuwa zina shape tofauti na shape za mtu wa kawaida ambaye hana huo ugonjwa, inampelekea yeye kupata maumivu sana, kutokana na kwamba damu yake inakuwa haina oksijeni ya kutosha, uh, ikiwa ni pamoja na vitu vingine ambavyo vinasababisha madhara kwenye mwili wa huyo mtu ambaye ana sickle cell. Sasa ugonjwa kama huu wa sickle cell, uh, kuna watu ambao tunaweza kwa tuna vitu, tuna pengine tuna vinasaba ambao vina sickle cell. Lakini kutokana kwamba umevibeba lakini havijakuathiri wewe na pengine mwenza wako ambaye umemwoa yeye katoka kwenye ukoo mwingine, kwa hiyo hana hata hiyo hana kasoro ya hiyo vinasaba, kwa hiyo unakuta inakuwa ni, ni ngumu kwa mtoto kupata kwa ugonjwa wa sickle cell moja kwa moja. Lakini let's say seme wewe na mdogo wako ambaye mmezaliwa kwa wazazi sawa sawa, yani mmezaliwa kutoka kwa baba na mama huyo huyo mmoja, ni rahisi kwa wewe kubeba hivyo vi, vinasaba ambavyo vina kasoro na mdogo wako vile vile kubeba vinasaba ambavyo vina kasoro. Kwa hiyo unapokuwa mmekutana sasa, ambapo mmeoana, mmeshiriki tendo la ndoa ili kupata mtoto, ni rahisi kwa huyo mtoto kupata yeye ugonjwa wa sikosel kwa mfano, yakiwemo magonjwa mengine mengi tu lakini tumetolea mfano kwenye ugonjwa wa sickle cell, inakuwa rahisi kwa huyo mtoto kupata kutokana na kwamba nyie wazazi wake wote wawili mmebeba hivyo vinasaba ambavyo vina kasoro, na hivyo mtoto ni rahisi yeye kupata, kwa sababu 50% ya DNA inatoka kwa baba na 50% inatoka kwa mama. Kwa hiyo mkisichanganya hizi mbili, kunakuwa kuna possibility kubwa ya huyo mtoto kupata huo ugonjwa wa sickle cell. Kwa hiyo sababu ya kibiolojia kwangu mimi nafikiri sababu ya msingi ya kwanza kabisa ya kuizingatia kwenye hili swala zima la nini la ndugu kuoana, kwa sababu kama kuna vinasaba ambavyo vina kasoro ambavyo vinaweza kusababisha ugonjwa na kama nilivyosema, kuna magonjwa mengi sana, kuna sickle cell. Na watoto wengi ambao wanazaliwa kwenye mazingira kama haya pia wanakuwa kwenye hatari kubwa ya kuwa na magonjwa ya kizazi, yani wao wakija kukuja kuwa wakubwa, wanakuwa na wakati mgumu sana kupata watoto, kwa sababu kama nilivyokuambia, ambazo ni za kasoro za vinasaba kwa hiyo nafikiri ni swala uh, la msingi sana la watu kuelewa kwamba kibiolojia eh, katika mili yetu kabisa hatujajengwa kuoa ndugu zetu. Swala la kuoa ndugu uh, halisapotiwi hali, hali, hali na mili yetu kibiolojia kutokana na kwamba kuna madhara makubwa ambayo anaweza akajitokeza kutokana na sisi kuoa ndugu zetu. Sababu ya pili ningesema kwamba ni sababu ya jamii ya, ya na utamaduni Eh, hey, social dynamics, kwa sababu unapokuwa ume, ume, umemwoa ndugu yako let's say, let's say kaka kamwoa dada yake, kama hii kesi ambayo tumeiona mwanzoni. Ah uh, ikitokea scenario kama hiyo, unatengeneza ile hofu ya kuvunja ule muundo wa familia uh, na jamii kwa ujumla. Naposema kuvunja muundo, na maanisha baba yako na mama yako ni ndugu, ni watu ambao wamezaliwa na wazazi hao hao kwa maana let's say unataka kwenda kwa babu mza mama ni huyo huyo ambaye ni babu mza baba. Ukisema unataka kwenda kwa bibi mza, mza mama ni huyo huyo ambaye ni bibi mza baba. Unaona, sasa unakuwa kuna contradiction inaondoa ina, ina, ina ile ule muundo ambao tumeuzoea kwenye jamii, na unaweza ukajiuliza kwamba sasa hiyo ina ubaya gani? Ina ubaya kwa sababu kwa mfano mama yako ni shangazi yako vile vile in that scenario, na baba yako a uh, ni mjomba wako vile vile. Sasa umeona jinsi ambavyo inavunja ile ile ile muundo ule, inavunja ule muundo wa familia, na kama ikijitokeza mara nyingi, sasa itavunja mpaka muundo wa jamii nzima, kutokana na kwamba kuna kwa kuna contradiction, umwite mjomba au umwite baba. Umeona uh, na kutokana hiyo sasa ina kama nilivyosema, inaleta ile hofu sasa ya kuweza kuvunja muundo mzima wa jamii. Kwa hiyo sisi kama jamii au jamii nyingi tunapenda kuwa kuna tuwe tuna, tunajua kabisa bayana kabisa kwamba bwana, huyu ni baba yako, huyu ni mjomba wako, huyu ni mama yako, huyu ni shangazi yako, kwa sababu inakuwa rahisi hata zile roles ambazo tunaziplay kwenye jamii zetu kuweza kuwa kuwa wazi kabisa. Lakini mtu hawezi kuplay role ya kama baba at the same time aplay role kama ya mjomba. Mona ni vitu ambavyo vinakuwa, vinakuwa vinaita contradiction kidogo, tunakuwa hatujazoea kama jamii kuwa, kuwa na kesi kama hizo, na kesi kama hizo zikiwa nyingi zaidi maki itavunja mpaka muundo wa jamii kwa ujumla. Sababu ya tatu ni mwenendo wa kimaadili. Kama ambavyo tuliona kwenye episode iliyopita kwamba maadili maana yake ni mwenendo mwema, kwa hiyo jamii nyingi hazioni kama kumwoa ndugu yako ambao umezaliwa naye uh, tumbo moja kwamba ni jambo jema. Kwa jamii nyingi pia zimekuwa ziki zikienda kinyume na utaratibu wa kuoana ndugu, japokuwa hapo mwanzoni, uh, kuna jamii ambazo zilikuwa zinaruhusu zina, zina, zina ruhusu, uh, ndugu kuoana especially kama ukiangalia kwenye uh, nchi kama Misri zamani sana huko walikuwa wana utaratibu, wale watu ambao ni wafalme uh, kuwa wana wenyewe kwa wenyewe, ili sababu yao kubwa ilikuwa ni kufanya ile damu yao isiende mbali, kwa kuwa kuna taratibu kama hizo za kaka kumoa dada, uh, na vitu kama hivyo lakini, uh, baadaye muda ulivyoenda, um, wakaanza kuachana na hizo desturi taratibu taratibu, na eventually imepotea kabisa. Kwa hiyo maadili pia ni sababu moja ya msingi sana. Na hapo hapo tunapozungumzia maadili pia tunaweza tukaingizia pointi pia ya ya dini, sababu dini imekuwa ni moja kati ya influence kubwa sana za maadili katika jamii zetu za, za sasa hivi. Maadili mengi ambayo tuna tunaona kama maadili ambayo tunakubaliana nayo kwenye jamii zetu yanatoka kwenye dini. Haijalishi ni dini gani. Dini hazitofautiani sana kwenye vitu ambavyo zinaviona zina kama ni vitu vya msingi kufanyika ha, katika katika jamii. Kwa hiyo Uh, pointi ya maadili ni pointi ya msingi sana na vilevile inahusisha vile kama nilivyoihusisha na, na dini, kutokana na kwamba dini ndo, ndo msingi katika jamii nyingi hivi sasa hivi wa maadili, na maadili ambayo yanatoka kwenye vitabu vya, vya dini tunaona kwamba ndo maadili ambayo yakopyua ya na ambayo yanatusaidia sisi ku, kunavigate kwenye maisha yetu kila siku kwa hiyo kwa kumalizia tu ningependa kusema kwamba so far tumeona kuna sababu za kibiolojia, tumeona kuna sababu za kijamii, tumeona pia kuna sababu za kimaadili ambazo ndo zi madhara yake yanayotokana na sababu hizo ah, ndo zinazopelekea sasa jamii kusema unajua nini, si hatutaki hizo ndoa za, za, za familia moja kutokana na madhara ambayo yanaweza kutokana na, na sababu hizo. Kwa hiyo kutokana na hilo sasa Naamini sheria ndo maana zikawekwa, ndo maana zikaundwa ili ziweze kusimamia kwamba hawa watu wa familia moja wasio na uwezo wa kufanyaje, wa kuoana. Na endapo kama ikitokea hivyo, inabidi sheria ichukue mkondo wake ili kuepuka hayo madhara ya kibiolojia, ili kuepuka hayo madhara ya kijamii, ili kuepuka hayo madhara ya ki, ya ki, uh, maadili ambayo tumeangalia hapo. Kwa hiyo nafikiri sheria sasa ndo imekuja kuwa kama weka kila kitu official kama bwana, hiki kitu sisi kama jamii hatuamini kwamba kinatakiwa kifanyike katika jamii yetu, na hivyo itakuwa vizuri kama watu ambao watafanya hivyo hawachukuliwe hatua za kisheria. Sasa kama nilivyosema mwanzoni, naamini ingekuwa vizuri kama ambavyo tuna communicate kwenye ugonjwa wote ule ambao unatokea katika jamii, kwamba bwana, eh, hili ugonjwa ni mbaya kwa sababu unakufanya hivi hivi na hivi, na watu inakuwa rahisi kwa wao kuelewa. Uh, pale ambapo wataelewa kwamba huo ugonjwa uta, utasababisha madhara gani kwenye mili yao au kwenye familia zao, ndio ambapo watakuwa serious zaidi na kuepuka ugonjwa huo. Kwa hiyo kwenye hili swala zima la, la kuoana ndugu wa familia moja, naamini kama media zikichukua nafasi yake kuelimisha jamii madhara ambayo yatatokana na watu wa familia moja kuoana, itakuwa rahisi zaidi kwa watu especially watoto wadogo kuelewa kwa nini hili swala linakatazwa. Lakini tusiishie tu, si kusema kwamba sheria inakataza, kwa sababu bila kuelezea yu yu kwa nini kihistoria mpaka hiyo sheria ikaja kuwekwa pale, kuna madhara gani kibiolojia ambayo yanaweza katokea ambayo ikafanya mpaka sheria hiyo yu iundwe, yu kuna madhara gani ya kimaadili, kuna madhara gani ya kidini? Bila kuelezea hivi vitu vyote kwa ujumla, inakuwa ni ngumu kwa mtoto mdogo, ambao mimi ndo nafikiri ndo ndo watu ambao wa msingi zaidi kuwazingatia, kwa sababu wao na maswali mengi kichwani, ambao wakati mwingine wanakosa majibu kutokana na kwamba tunavyokuwa tuna ripoti hivi vitu, tuna ripoti nusu nusu, tukiasumu kwamba kila mtu anaelewa kinachoendelea. Kwa hiyo huo ndio wito wangu, na nafikiri kwamba nilivyokuwa nikifuatilia hii habari uh, ni nimeona kama kuna kuna mapungufu sehemu, na nikaamua ni uh, share. Sijui wewe unaonaje, sijui unaona kama kitu ambacho nimekizungumzia kina mashiko au la na ni kitu gani ambacho unahisi pengine nimekisahau ku mention, unaweza ukashare katika comment yako. Kwa hiyo, mpaka kufikia hapo, tunakuwa tumefikia mwisho wa episode yetu ya 26 ya Wanangu Podcast. Mimi ni host wako Good Luck Like Joseph aka Imani Joseph, formerly known as The Rap Addict. Till next time, peace.